Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, Chunya mjini tupo kwenye mradi wa miji 28, lakini mpaka sasa hivi mradi huu wa maji haujaanza, na wananchi wa Chunya wanachohitaji ni maji. Je, ni upi mpango wa serikali wa muda mfupi kuhakikisha kwamba e, tunaongeza upatikanaji wa maji hasa kupitia visima virefu? Majibu mheshimiwa naibu waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana. Namshukuru sana kaka yangu Masache Kasaka, mbunge mahiri kabisa kutoka Chunya na sisi wizara, mheshimiwa mbunge, tumekuwa tukiwasiliana na amekuwa akisisitiza kuhusu hili na kwa niaba, kwa, kwa maslahi ya wananchi wake. Uh, mradi wa matokeo ya haraka ambao una, unaendelea kutekelezwa na unatarajiwa kukamilika Septemba 2025 ni kutoe hofu, huu mradi unaenda kufufua visima ambapo sasa ndio utakuwa su, uh, suluhisho la muda mfupi, wakati tukiwa tunasubiri mradi wa miji 28 utakapokamilika. Nimtoe hofu mradi huu utaenda kutatua changamoto ya muda mfupi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.